Bana, mambo ni vipi? Mambo ni yaje? Ungana na mimi uh, kwenye darasa jinsi ya kufanya installation ya MODO BASS. Unajua MODO BASS, kwa wale ambao hawajui MODO BASS ni nini, MODO BASS bana ni, ni, ni, ni, ni, ni plug ambayo ina saundi fulani kama za gitaa, ni yenye ni, ni, ni, ni saundi za gitaa aina ya besi, sio solo. Picha yake inaonekana kama hivi, hiyo ndo MODO BASS inakuwa na bass aina tofauti tofauti. hii ni MODO BASS 2 ni visheni iliyoendelea sio ile 1. MODO BASS 1 haina hizi hizi, unazoziona ni hii, ina hizi hapa. MODO BASS iko vizuri sana. Hapa ukitaka kombo nini, ni wewe unahitaji. Umeona hiyo hiyo hizo ni namna ya uh, unavyotaka sound, upigaji vidole. Umeona kama hapa anapigia vidole vile, kama unapiga nii hizi hapa vidole, weka kwa slap. Umeona unaweza ukataka iwe muting, iwe kama sound kama muting, sikia yeah. Ni moja ya kitu ambacho MODO BASS kama MODO BASS wame, wameweza kuleta base ya mfumo huu. Lakini ni jinsi gani unaweza kuistore MODO BASS bana? Tunaistore hivi, lakini kitu kikubwa zingatia, uzima antivirus. Kama unatumia Windows 10 kama mimi, unafuata processes zinazofanya, zima antivirus ili isilete shida kwenye plug yako, unazima hapo piakama uja hizi hizi zinakuwa ziko oni, kisha unazizima zote zinakuwa off. Mi natumia pia smada na izima smada ili plagi yangu napo istoe isiliwe au isionekane imeklashi kutokana na antivirus. Okay, hapa tuna next thing tuna next hapo tena, tuna next. Make sure unapiga tiki, kama utakuta hapana tiki hapa, unapiga tiki hapa pote, lakini kama unavyoona kwamba inaingia kwenye Cubase kuanzia kumi na kuendelea biti 64 kwao, tuna next hapo, next, next na hapo una finish. Kitu kingine, kitu cha msingi sana, ukisha finish, kuna hii ara tu ara, hii unachofanya una open humu, kuna kuna hii key generate maona. Isipo kuwepo hii, MODO BASS na tabia ya kupiga zile kelele za maona, yani ukiwa unapiga mziki, hata ukiexport beat italia hivyo hivyo tu, yani kwenye beat humu itakuwa inalia kama, uh, unatafuta station ya redio maona kwa kitu kikubwa sana, hakikisha kwamba unakuwa na Modo Bass ambayo tayari ina key generate hapa. Kwa hiyo tunachofanya hapa tuna double click. Sababu, si Modo Bass yetu ni ya vision 2. Tunaingia tunaingia kwenye vision 2. Vision 2, kitu ambacho tutaweza kufanya hapa tuna select vision 2 kama hivi, hapo juu tunakuja, tuna kuja, tuna auto, automatic registration in window una kliki hilo neno pap, kisha kliki, inakuletea hapa chini kwa ime, ime, imefanikiwa. Lakini ikikuletea namna nyingine yoyote kwamba inagoma na nini, lakini issue ni rahisi tu, zima antivirus zako zote, uziswitch off unapo store isikuletee mambo mengi. Ikishaleta tu hili neno, basi una unakata hivi moja kwa moja, unakuwa modo bass yako umesha install. kwa hiyo hii ndo

Yeah, kama tutorial zangu zinakusaidia uh, kwenye moja na mbili katika mziki, basi usiache kusubscribe, kulike na kucomment kwenye chaneli yangu ya YouTube, utakuwa umetisha sana.